Mchumba, saki on, uh -huh. Elfu mbili ishirini oh. Stamsukuma <laughs> ndiyo, nimehangaika sana yani mno mpaka ikanisababisha kuachika uh. Nikasema hapana, Mungu atanisaidia tu. Mpaka mume uliyekuwa naye akakuacha? Akakuacha? Hapana, Ika... nikalaza hospitali Ukaachika? Ndio, mme wangu alikuacha. Ndio uh -huh. Nikalazwa ni hospitali ni miezi mitatu, siponi. Manesi wakaniambia, shule, unaamini? Nikamwambia naamini nini? Manesi, chukua haya mafuta. Nikamwambia mm, baada mnipe vidonge, mnanipa mafuta. Rudia tena hapo. Mm. wakanipa Si wakanipa mtume chupa ya mafuta.